Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jambo hapo ulipo mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha kuweza kusubscribe kubonyeza alama kingere hapo chini, ili wa kwanza kufikia vipindi vyetu vinapokuwa tayari na kuweza kumkaribisha kila mmoja aweze kusubscribe katika chaneli hii nzuri ambayo inajumisha maswala ya kheri zaidi. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Leo nimekuandalia kipindi cha lugha ya Kiarabu. Subscribe hapo chini tuendelee kujifunza na wa kwanza kufanya vipindi vyetu vya kukuwa tayari. Katika kipindi chetu cha leo tutajifunza lugha ya Kiarabu. Vipindi vya video zilizopita tujifunza ni namna gani ya kubadilisha wakati uliopita kwa kutumia dhamiri mufasili za ana, nahnu, anta, anti na antuma. Leo tutakuwa na dhamiri mbili antum na antuna. Antuna. Dhamiri mbili ndizo ambazo sisi tutakaoweza kwenda kuzitumia katika badilisha kumwambia mtu au kuwambia watu wengi, nyinyi ambao unaongea nao mkhatab, mmecheza au mmekwenda au mmekaa. Wanaume nyinyi wa antum, wanaume antuna, nyinyi wa nawaki, ndiyo ambayo leo tumekusudia kuweza kufundisha, kila mmoja aweze kufahamu katika mazingira kama hayo. sasa twende mwanzo mpaka mwisho leo. Mfumo huu ambayo nimekuandalia leo, nimekutengeneza video ambayo inakuelekeza, inakufanulia namna gani utajifunza kuweza kubadilisha dhamir nini fi'l madhi kwa kutumia dhamiri ya antum na antuna. Antuna kuambia watu mmecheza, mmekwenda, ili uweze kuongea arabiki nzuri kwa grama iliyosimama. Karibu kusikiza video hii. Naam, wapenzi watazamaji wa Lecture Online TV. Haya sasa, tutajifunza namna ya kubadilisha fi'l madhi wakati uliopita kwa kutumia dhamiri ya antum na dhamiri ya antuna. Antum ni wanaume wengi mnaongea nao, na antuna ni wanawake wengi ambao mnaongea nao. Kwanza tutaendelea, twende katika ubao wetu. Ubao wetu umepewa kitendo cha dakhala kama unavyokiona hapo, umepewa kitendo cha dakhala. Katika kitendo cha dakhala hapo, unachotakiwa kufanya, ambacho umeona kitendo cha dakhala kimeishiwa na nini? Kimeishiwa na fatha mwisho hapa, sawa. Hiyo fatha unaibadilisha inakuwa hii, fatha hii unaibadilisha inakuwa na sakna, namaanaake utaandika hivi dakhala, dakhala utatia sakna mwisho. Baada ya kubadilisha kitendo uua na sakna kutoka na fatha na sakna, utaita sa dhamiri zako ambao tuna dhamiri ya nini, tunadhamiri ya tum antum, ambayo tutatua ile mwisho nini tum ambayo ni antum sawa, na dhamiri ya antuna ambayo tutachukua wa mwisho ni antuna sawa. Baada ya kufanya hivyo, utachofanya uta sasa hivi baada kwa dakhala, dakhalatum itakuwa hivi dakhaltum, itakuwa hivi dakhaltum, dakhaltunna kama hiyo, maana yake mmeingia, mmeingia wanaume, wanawake. Tuna tukaangalie sentensi zetu, mfano tuna sentensi ya antum na antuna. Tunaanza na antum Antum fatahtumunnafidhata, nyinyi mmefungua nini? Dirisha. Antunna rasabtunna filimtihan, nyinyi mmefeli mtihani. Antunna rasabtunna fil imtihani mifel... kutazama na kusikiza video hii na imani, umejifunza namna gani unaweza kubadilisha. Tumeangalia hapo mona, antum kharajtum minal jami'a antuna harajtuna miajamin. Ni rahisi fanya hivyo uweze kama, utakuwa leo tutafuta namba 075 766 7603, tutapatikana WhatsApp tuweze kufundishana, na pia unaweza kucomment hapo chini kutoa ushauri wako, pongezi zako, na kama unajelewa unaweza kucomment hapo tuweze kufahamishana. Sawa, ku like na kucomment kuweza kufikia vipindi vyetu murua, vipindi vyetu vizuri. Nilikuwa nami mwalimu Ibrahim Maroa, sina la ziada, niwatakieni siku njema, muendelee na majukumu yenu. Asanteni sana kwa ku Kaa chini na kutazama video hii. Maasalama.